ya Muungano yes, yes, yes, wa Tanzania. Niwashukuru sana mliofika hapa na jambo lingine niwaambie, kama alivyosema mtaikemea kwamba uwekezaji huu tulipambana sana kuisha kwamba kwa kwa kwa kwa kwa tuna- tulipigia spana kidogo ili uwekezaji uweze kufanyika hapa, na leo hii tunashuhudia tunafanya shughuli kwenye eneo hili ambalo la City Park Garden. Kwa kama una harusi, una jambo lolote lile, ukumbi ni huu hapa sio <tie> mzuri lakini sio hivyo tu, kuna chini kwamba watu sio elfu mbili elfu ngapi hapa ndani. Kwa maana yake ni kwamba kwa kweli, kama mkiwa na shughuli zenu, karibuni sana hapa kwa ndugu yetu Mbeya yako ambaye ni Bwana Mrema. Lakini jambo lingine ni waombe wadau mbalimbali ambao wako tayari kuwekeza, tuna eneo lingine liko chini ya mkoa mkoa wa Mbeya eka sita pale Mwanjeo upande wa kulia kule, kama unaenda Uyole ni eneo ambalo tunahitaji uwekezaji. Kwa hiyo yote ambayo yuko tayari kuwekeza tunamkaribisha. Halafu jambo lingine, tuna maeneo mengine tena, nyuma hapa, nyuma ya eneo hili, nyuma tena tuna maeneo mengine ya uwekezaji. Kwa hiyo yote ambayo yuko tayari kuwekeza tunamkaribisha. Na swala lingine ambalo nizungumzie ni swala la miundombinu ambayo inaendelea kujenga Tusisikilize maneno ya watu kwamba barabara rasi na mfama sa nini. Barabara ya njia nne inaendelea kujengwa na niwahakikishie kwamba barabara ile itakamilika chini ya serikali ya awamu ya sita. <coughs> Sababu na hiyo, mradi wa maji wa chanzo cha mtokilia nao utakamilika, lakini na miradi mingine ya barabara ambayo inajengwa kwenye mitaa nayo itakamilika. Baada ya kusema hayo, mi nawapenda sana, niwatakieni jioni njema.